Benjamin Mkapa, baadhi ya mashabiki ambao wamehudhuria hapa, na breaking news ni kuhusiana na basi la Young Africans kuonekana ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuko na Mnandi hapa, atatujuza nini sababu ya basi la Young Africans kufika hapa na wao wanalizungumziaje? Mnandi, karibu. Asante sana. Mimi binafsi niseme tu ndio maana Simba tumezamilia ubaya na tumekuja na silogani kwamba Simba hii tunavuka Asa kama mtu sehemu ya bahari unaleta basi mm, wewe unahakikisha ilo basi lako likizama, usitafute sehemu yoyote. Hakuna breakdown ambaye itakuja kukuondoa chini ya ardhi. Manake maji yashazunguka leo linazama chini. Hakuna breakdown ya kuja kukuondoa. Kwao naamini kabisa hawa wamewafuta wa jamaa kuwasaidia, wamewaomba wawapokee, wapeleke kila kitu. Kwa hiyo leo asubuhi wamekuja kufanya interview kwanza. Vipi hapa ulinzi upo? Amani ipo. Lakini walivyofika tu wakakutana na mbwa mmoja hatari sana. Basi kageuka muda huo huo. Ikarudi ilikotoka. Kwa hiyo tuambie tu kuleta basi hapa. Na baadaye baada ya mechi kiisha, lile basi tulione nje ya geti pale, liwabebe kuwapeleka Terminal 3. Sio kuja kukagua tu. Sisi tupo na tupo kikazi, sio sio kwamba si lia, sisi sisi so, sisi tunakuja tunakuja kulialia kulalala ma ma MC Nyeme, kwa ma MC kwa kwa leo leo mtapaza maiki kutangaza shughuli ya ya Almasri Almasri wakati ananyonyolewa hapa kuniambia kuna, kuni kuna Young Africans wanamuunga mkono mkono, lazima muunge mkono kwa sababu hawezi kumtakia mema mtu mtu ambaye yuko kwenye kwenye taifa lao, huyo ni mtu wa ajabu. Tumeenda Misri tumekaa kwenye viwanja viwanja vya Ismailia Ismailia pale sawa, lakini lakini hawajaje uwanjani kutushangilia mm. Pamoja tulitumia viwanja vyao. Haiwezekani timu za Tanzania sita mbili za Zanzibar, nne za Tanzania bara, zote tano zimeondolewa, kabaki Simba Sports peke yake. Baada ya kuungana nayo sasa hizi kumsapoti kuhakikisha taifa letu lina fuzu kwenda hatua inayofuata. Wewe unampokea mtu, asubuhi unachukua basi lako unaleta hapa. Tungelivunja vioo, vyoo. Wangedai wapi? Huu ujinga waliofanya hapa leo ndio ujinga waliofanya Bunju, hmm. Walipeleka basi Bunju, limeenda kufanya nini, hmm. Kama mafundi wangewapeleka na gari ndogo, wakapime viwanja pale, na wao wajenge viwanja vao kwenye bwawa hapa, lakini wamepeleka basi, limefika getini, limegeuza limetaka kugonga kibanda cha mamalishe pembeni, sio kutu support. Sasa basi lao leo hapa ninafuata nini? Wana mechi hapa hapa? Basi lao asubuhi limefuata kuna mechi? Sio nongwa hizo. Sawa, lakini ungekuwepo kwenye mashindano ungesikia sehemu jamani uzalendo. Lakini wao mashindano hawamo, neno la uzalendo saizi ulisikii. Kwa sababu wao sio wazalendo kwenye nchi, wazalendo ni sisi. Mzalendo ni mjenga nchi. Wewe unaweza kuniambia mjenga nchi unaandamana kila sehemu, unachapisha na t-shirt sichezi mechi. Wewe unaweza kuwa mzalendo. Eti mtu anakuambia sasa tumepigania uhuru. Aliyepigania uhuru anaweza kufanya vitu vya kiuni, vitu vya kishamba. Alafu watu ambao wanawaangalia angalia tu, hao ni kukamata tia ndani. Sawa. Sisi tunawakilisha taifa, tuna kazi ya kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Mwanza amejaza mafuta Lita lita 300 kwenye basi zote zilizokuja Dar es Salaam kutoka Mwanza go and return. Wewe ni nani? Unahitaji kuharibu mpira wa Tanzania. Kama mkuu mkuu Mwanza ni nyama ni nyuma mwiko kweli, lakini kakubali kuisupoti Simba, katoa tiketi, kajaza mafuta magari go and return. Wamekuja Dar es Salaam, na watarudi Mwanza. Kilomita ngapi kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza? Alafu wewe nyuma mwiko unakaa kwenye mabao unaleta basi hapa. Wewe una mechi leo. Basi lako kesho peleka Chamazi. Nendeni geto kule mlikokimbia. Kesho wanakaribishwa geto. Hasa hapa sio geto. Hasa si walijua ndo Chamazi hapa wamepotea njia. Hapa sio Chamazi hapa. Chamazi, nendeni kesho kule mtakutana, hmm. nacho kule mlichokikimbia kesho mnaenda kukutana nacho. Yaani nyinyi mnawaza mechi hii, baada ya kuwaza mechi yenu fainali yenu kesho, sasa leo tunafuka nyinyi, kesho mnaenda mnapasuka, mna kwa hiyo Simba narudi hapa, anakaa kileleni, naenda kuchukua ubingwa. Hata kauli ya CEO wako walisema kuwa shughuli kama haikuhusu ka nyumbani, sasa wao shughuli haiwahusu lakini, wameleta basi hapa, wanamaanisha nini? Si wanasema shughuli hii yao wao ni MC. Sasa, sasa tunawaalika walabu wakati wananyonyolewa, muje pale Benjamin Mkapa, mkae VIP na maiki zenu kila kona ya uwanja. Tunataka MC wawili mpaka watano. Wao wao ndio wanatangaza yale magoli, kila goli likiingia kambani wanatangaza saizi, Mavambo ameweka goli la pili, Elim Panzu amepiga goli la nne. Wao wanatangaza, ndio kazi yao. Leo hawakualika kuja kushangilia Almasi, leo wamealikwa kwa ajili ya kutangaza magoli yanayoingia kwenye goli la Almasi. Kwa hiyo kuleta basi ni zuga tu. Kama, kama kuja, mbona gari gari lao linafuata nini? Au limebeba timu ya Almasiri muda kuja timu bado, timu zinafika hapa saa nane basi limekuja asubuhi, linafuata nini Utaifa. au wmbomu kuna hoteli wanakuja kunywa bia, umu hakuna hoteli, hakuna baa mule ndani linafuata nini hapa? Hmm. Kule walikotoka Victoria, hakuna baa. Hmm. Heti? Hmm. Kule Salamanda hakuna baa kule Salamanda Jangwani pale baa kuna wakanywa uko saizi asubuhi asubuhi. Yaani hao washafeli maisha. Yaani hao wanachokitafuta watakipata. Mm. Msimu huu wanachokitafuta washakipata. Uwezi kuniambia wewe mkubwa, alafu saizi unasuka mikeka bawani huku. Ukubwa wao unaina gani? Nataka mnyama aende mbele ili tupate mwakilishi walau mmoja katika nchi yetu ya Tanzania. Kina nani wanasema wanataka mnyama aende mbele? Watani wako ya. Nyuma mwiko. Mm. Wamebeti huko mikeka toka jana, Muhindi anachekelea saizi ana mikeka karibia milioni 10, anasema nishapiga hela. Muhindi kashabeti saizi anachekelea tu. Mm. Wote washaumia wale. Tumeziona zile. Sasa walomfuata walomfuata Mwarabu wote. Saizi mikeka yao ishachanika kabla ya mechi. Wote walomfuata Mwarabu. Kwani kuna ubaya gani wao gari kuja? Gari hapa ninakuja wana mechi leo. Hapa sio sio Salamanda, hapa sio pale Jangwani kwenye mabwawa. Sio tungewaona Kaunda. Bona lilikuja pale Bunju na mpiga kelele mashabiki wa Yanga. Kule Bunju wamekuja kwa ajili ya kutalii na kuzuga vile vilivyotokea kwa mashabiki wao, hmm. Leo sisi tuna shughuli nzito basi la nyuma mwiko hapa limefuata nini? asubuhi tu, lakini mpira sio vita, mpira sio vita sawa. Mechi inawahusu. Haya, basi lao nimefuata nini asubuhi? Njia issue sio kupita njia. Hapa ndio ishu, ndio njia kwenda Kigamboni kule. Keko si kuna njia nyuma jeshini kule, yeah. Sawa ya kutokea uhasibu. Kwa nini wapitia huku? Oh, wamependelea Kufanyaje? No, hawakuja kwa sababu ya kwenda kwao huko Victoria wala kwenda Mbagala, wamekuja kwa ajili ya hapa hapa, kuna ghetto hapa. Hapa mm, wanakaa watu hata kwa

kibu wala achezi jani chazi ya au wanacheza wazee wafupi tu, maana wanakuta chumvi getini. Mm, chumvi si ya mm. Asa chumvi nini? Ah, sasa chumvi si sehemu ya kipikio sasa. Chumvi unaogopa unakuja kufanya nini uwanjani? Sasa chumvi imekuja kufanya nini? Kwani mule si kuna sehemu mule watu wanakula, wachezaji wakija kuna kuna sehemu wanapumzika, wanakula, mule kuna matunda lazima uweke chumvi ndo ule wewe. Unafikiri kila tunda unakula una bila chumvi? Wewe vipi? Kuna matunda lazima uweke chumvi ndo ule. Huo ni uoga. Mm. Kwa hiyo Mnandi, kwa kusema hivyo, unadawa kumaanisha kwamba kile kilichotokea jana cha chungu, leo gari la young Africans, hivi ni vitu viwili ambavyo vinahusiana na vinashabiana. Wamedhamiria kwelikweli kwenda kucheza mechi zenu, kwa hiyo kwa maana wamepita mlango wa uwani, hiyo moja. Na kule wamejuaje kama kuna mlango wa uwani? Alafu na kitendo cha hii gari kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa, nacho pia kimeziwa taharuki kwa upande wenu, ishu sio kupita tu mlango wa uwani yaani leo wametuonyesha kwamba nao kweli hawa walivyoposti kwenye ukurasa wao kwamba tuwe samoja nao tuwasapoti, na kweli wametuonyesha. Si wamekuja asubuhi, gari si limekuja? Au lile gari limekuwa locate li, halina halina rubani li, si limekuja lina dereva, limekuja lenyewe? Kwa hiyo tuwaambie tu kwamba hiki walichokifanya leo na kile walichokifanya kwenda Bunju, tuna kopi ya matukio sisi tunayo, na tutatamba nayo baada mechi kiisha. Tunaomba lile basi lije tena baadaye, likae geti kuu, mechi kiisha liwapakie wale jamaa wale hawatolala hapa, wale wanaenda kulala kwenye ndege, wakiamka wako Misri. Mimi nakuahidi leo hawatolala Tanzania. Baada ya mechi kisha wataenda kulala kwenye ndege wale. Vipi kama wakifuzu, wanafuzu vipi? Unafuzu kwa hapa kwako, hapa nafuzu mwenyeji? Sisi unajua sisi sio nini wale nani, wa pale Moroko wale Falabati. Sisi sio Falabati, sisi ni Simba Sports sawa. Hapa pameitwa lupaswa kwa sababu ya Simba. Huyu haya ni machinjio haya, machinjio. Wanachinjwa wanyama ambao wameharaishwa kuchinja. Leo mpaka samaki ana dua lake, leo anachinjwa hapa. Kila ambaye amecheza jana nyumbani ameshindwa kupindua matokeo, kwa maana ya kwamba walioanzia nyumbani ndio ambao jana wamequalify, na hii inazungumzwa kwamba na leo mambo yatakuwa hivi hivi. Vipi kwa mnyama, sio kwa Simba. Yaani kwa timu nyingine lakini sio Simba Sports. Yaani leo Simba anavunja mwiko. Haiwezekani walabu wanne waende nusu finali, mashindano yote Champions League na shirikisho. Yaani sisi ndio tunaenda kuvunja mwiko. Huyu mwalabu mmoja anabaki hapa anavunjwa miguu, anarudi nyumbani kwake anaenda kuomba omba huko. Huyu tunamuondoa kwenye mashindano. Sisi hatutomwacha salama. Kama ile Real Tripoli kanyana na Mabousa kaondoka. Kala chumba tatu na mchezaji wa bilioni 4.5. Hao wachezaji wenu wa kuokota okota huko. Wewe mwalabu anakuwa huyu. Maliza na chochote kuambia mashabiki wa Young Africans pamoja na uongozi wa Young Africans ambao pengine inasadikika wao ndio uenda kwa matumaini tuwambie tu kama wao walileta mabaunsa wameogopa mechi au kuwaelekeza, milango ni kazi bure tu. Yaani, kama umeshindwa kushiba kwenye sahani, huwezi kushiba kwenye kijiko. Kwa hiyo tuwambie tu, sio kuwaelekeza geti. Leo wawapandishe chopa pale, wadondoke kama kikombe chao kile cha miaka 30 kilivyopita pale kwenye helikopta, alafu mashabiki walikuwa kumi na tano ndani, wadondoke pale. Sasa tunataka kanyagele pichi Sawa, haya yote wanayofanya kazi bure. Toka miaka ile sie tunapiga home and away, walikuwa wanapokea wageni mpaka yenu ya mashati day mupeleke Chamazi kesho geto kule okay. Se tuwacheni tucheze mpira. Asante tukutane baada ya mechi.